Kizaazaa na fujo zilishuhudiwa siku nzima hii leo katika eneo la Mathira kaunti ya Nyeri, ambapo polisi na wakazi wa kijiji cha Rititi walikabiliana vikali. Hii ni baada ya wakazi kuopoa mwili wa mtoto wa umri wa wa miaka tisa uliokuwa umetupwa kwenye shimo la choo. Mtoto huyo Shantel Waruguru alikuwa ameripotiwa kutoweka Jumamosi, alipatikana amekatwakatwa na, na kutupwa chooni humo na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Kamau Mwangi, wakazi pia waliteketeza nyumba ya mshukiwa na nyanya ya mtoto huyo wakidai kwamba wawili hawa walishirikiana kujaribu kuficha mwili. Wakazi Mathira, wali wa kijiji cha Rititi huko Mathira waliojawa hamaki waliifumania boma hii ya mshukiwa kufuatia madai kuwa mwili wa Shantel Waruguru mtoto mwenye umri wa miaka tisa aliyetoweka Jumamosi alikuwa ametupwa ndani ya choo hiki na mwili ulipotolewa hamaki za wakazi zikazidi, nyumba ya mshukiwa ambaye ni mjombake binti huyo ikateketezwa. Shantel anadaiwa kuonekana mara ya mwisho akiwa na jamaa huyo, wakazi nao wakitatiza juhudi za kuuzima moto huo. They had to slice her up. I baadaye wakaazi walibeba mwili wa marehemu na kuandamana, ikiwalazimu maafisa wa polisi kutumia kifua kutoa mwili waliokuwa wamekwama nao Saini. Shantel, tulikuwa na mwingine sasa, tunashindwa kwani. Nyinyi wanaume tutapeleka wasichana wapi? hatutazaa wasichana. Tunataka huyo kijana mwenye alifanya hiyo mambo tumwone, tupate haki ya mtoto nyumba ya huyo alimuua choo ilikuwa hapo. So alimuua, akamkatakata kam, akamrusha wapi, akamrusha kamrusha hapo. So tunataka haki ya mtoto na hii serikali yetu, kama raia itusimamilie siku tuchapa. Kulingana na kamanda wa polisi Mathira West Pixli Musioki, mshukiwa wa mauaji tayari atazuiliwa kwa siku kumi na nne kufuatia agizo lililotolewa na mahakama ya Karatina mapema Jumanne. Maandamano hayo yaliyochukua zaidi ya saa tatu yalilemaza shughuli za uchukuzi katika barabara kuu ya Karatina kuelekea Nyeri, wakazi wakilalamika ongezeko la visa na utepetevu wa polisi. Kama Mwangi Runinga Citizen Rititi, Mathira kaunti ya Nyeri.